katarhu haikuwa i maisha ya dunia ni starehe ndogo yenye kudanganya ipanganya. We utaenda na nini? Huyo amekwenda amekufa na aksida, huyu amekufa na magonjwa, huyu amekufa na malaria, huyu amekufa na hiki. Wewe utakufa na nini? Nani anajua atakufa nini? Tamua hakuna. Je, nani anajua kama kesho atafikisha Mtume anasema kunu fi dunia ka annaka ghariba au abiri sabili, kuwa duniani kama vile mgeni au mpita njia. Mgeni huwa hana na kwake anapofika mahala ambapo amekwenda. Kama ni mgeni wa akili, hata wewe mgeni anapokuja kutembelea utajua huyo mgeni wa busara, wala ana busara, kuingia tu nyumbani kwako. Mgeni wa busara huwa anaingia nyumbani anabaki gwima lakini akiwa ni mgeni anafika pale pale anaikaa kukiti, hana busara na hana hekima, kwa sababu nitaikaa kukiti? Najua kiti cha mwenye nyumba ni cha wapi, najua kiti cha watu wanaikaaga aji mgeni wanamtiaga wapi? Simama, subiri, watakapokuonesha ndio ikae. Na we duniani kuwa kama mgeni, simama usubiri, wakuonesha kakufanya chakufanya. Utakiona wapi? Maamrisho ya Mungu aliyokuja ndani ya vitabu vyake fata, na makatazo yake acha. Saida so, asbahta fala tatazu masa. Ukifikisha asubuhi usingoje jioni, huenda jioni utakuwa tena wewe. Utakuwa na jina lingine. Na ukifikisha jioni usingoje asubuhi, huenda asubuhi utaamka ni marehemu. Dada yetu juzi amezungumza na watu. Jana amekuwa na marehemu. Na saa hizi alikuwa ndani ya nyumba yake. Leo ameondoka. Nani amebaki ndani ya nyumba watoto? Wana umri gani? Wana umri gani? Majemchukua nani? Je, nafatu mlaumu kama mlaumu ameacha watoto wadogo. Je, na wewe huwezi ukaacha wako leo au kesho? Na kama utawaacha je, umewatengenezea umewaachia fitna ndani ya mji? Umewatengenezea umewaachia jina mbaya ndani ya mji? Kuna mtu ambaye hatajua kuwa watu wananyima wa watoto wa urisi. Mtu anafikiri urisi ni mali Urithi ni jina unayoachia na tabia nzuri unayoachia na na na, na, na protection na asiransi unayoachia kutokana na tabia yako uliyokuwa na mbele. Kama tunapatikana hapo, huenda ni kutokana na, na mama huyo ambaye amefariki au na baba aliyemzaa kile alichokifanya au mama aliyemzaa au ndugu aliyekuwa naye. Sasa wewe nini umemwachia mtoto wako? isipokuwa umemwachia kila nafasi afike, aogope, kila nafasi alifika aseme baba anifanyia hapa vibaya, baba nipatia shauri mbaya, bali baba nifanyia mabaya. Mungu anakuuliza bali tuthiruna alhayata dunia, kwa nini mnayapenda sana maisha ya dunia? Maisha ya dunia, mwanadamu wewe bure huko kitu, mwanadamu huko bure. Unajua thamani ya mwanadamu? Unajua mwanadamu anakutekombia mwanadamu mzima